Tunaendelea na mwendelezo wa simulizi ya Jeraha Moyoni Mwangu, simulizi iliyoandikwa na mbobezi wa uandishi katika simulizi mbalimbali mbali Tanzania, Nyemo Chilongani na kusimuliwa kwako na mimi msimulizi wako ama storyteller wako Rinyo wa Rinyo Update TV sambamba na Rinyo Simulizi TV. Pale alipokaa Emmanuel, alikuwa akimwangalia Penina ambaye naye wala kuyapeleka macho yake pembeni, walikuwa wakiangaliana. Kichwa chake kilikuwa na maswali mengi juu ya msichana huyo. Alijua kabisa yeye na Blanka walikuwa wapenzi, tena walioshibana. Ilikuwaje mpaka kumwambia maneno mazito kama yale? Yeye kuwa mpenzi wake, hakika alikuwa jambo la kawaida. Hakutaka kuona likitokea kwa sababu kwenye maisha yake aliapa asingekuja kuwa na mwanamke mwingine zaidi ya Blanka. Yaani, hata kama kungetokea mwanamke mwingine wa kuwa naye hakika asingeweza kukubalika kukubali hata kidogo. Blanka alikuwa pembeni kabisa. Alipomaliza kuongea na ndugu zake, sasa macho yake yakaanza kumtafuta Imanueli wake. Hakumwona akiwa kwenye umati wa watu waliokuwa wakicheza muziki. Alimwona akiwa pembeni kabisa amekaa Akaamua kumfuata. Alipomfikia tu, akakaa pembeni yake. Alijitahidi kumgusagusa kijana huyo afurahie, lakini aliona akiwa tofauti, hakuwa yule Emanueli aliyemzoea. Akahisi kulikuwa na tatizo na ilikuwa ni lazima alijue. Mpenzi, alimwita. Naam, kuna nini? Mbona upo hivyo? alimuuliza. Hakuna kitu. Ninakujua sana, niambie, kuna nini Wapenzi huwa wafichani hata kidogo, alisema msichana huyo. Moyo wa Emmanuel ulitamani kumwambia kilichotokea, lakini akahofu. Hakuwa tayari kumwambia Blanka kwamba Penina alimfuata na kumwambia alimpenda mno na alionyeshwa na Mungu kwamba angemoa, ingekuwa jambo gumu. Niko poa mpenzi, niamini basi, alisema Emmanuel huku akilazimisha tabasamu pana. Blanka akaona basi yaishe, Achana nayo. Usiku huo walisherekea na walipomaliza wakaondoka kuelekea nyumbani. Walipofika walikuwa wakiwasiliana kwenye simu, hakukuwa na mtu aliyetaka kumpa nafasi mwenzake. Waliongea kwenye simu baadaye kuchati mpaka majira ya saa saba usiku ambapo wakaamua kulala. Asubuhi ilipofika walikuwa wakijiandaa na safari za kuelekea chuoni. Wakaonana kwa mara nyingine kama ilivyokuwa jana jana yake Emanuel alikuwa vile vile, hakuwa sawa hata kidogo. Sasa hapo, Blanka akamshikilia bango, ni lazima mwambie kilichokuwa kikiendelea, kwani moyo wake hawakujisikia amani hata kidogo. Naomba usikasirike, lakini alisema Emanuel, siwezi ku siwezi kukasirika hata kidogo, alisema Blanka. Weka kiapo kabisa, haki ya Mungu sitokasirika, sema na auto mchukie mtu yeyote yule, kwani kuna nini? Weka kiapo hicho kwanza. Sitomchukia mtu yeyote aye, niambie ops. Akashusha pumzi ndefu. Niambie basi. Ni kuhusu Penina. Amefanyaje? Amesema ananipenda. Blanka ni kama kuamini alichokisikia Yaani, Penina alidiriki kumfuata mpenzi wake na kumwambia alikuwa akimpenda. Wanawake wote hapo Mpwapwa hawakuthubutu kufanya hivyo, kwani yeye? Kwa nini yeye ni afanye hivyo? Sasa Blanka akabadilika, uso wake ukaanza kuwa na hasira kali. Alichukia, hakutegemea mtu kama Penina kufanya kitu kama hicho, kwa sababu alijua kila kitu kilichokuwa kikiendelea baina yao. Aliapa viapo vyote vya kutokumchukia wala kukasirika, lakini alishindwa kusimamia na viapo vyake. Hivyo, Penina amekwambia anakupenda? aliuliza Blanka kwa hasira. Blanka, naomba usikasirike kwa sababu nimemkataa Penina. Huyu huyu? aliuliza Blanka, bado hakuamini hata kidogo. Blanka, umekula kiapo, naomba usimchukie, alimwambia. Yaani, Penina huyu huyu? Kwa kuwa alikuwa mwanamke mwenye mapenzi ya dhati kwa mpenzi wake, hakutaka kuvumilia, akaondoka mahali hapo, na safari ilikuwa ni kwenda kwa kina Penina. Hakutaka kuvumilia wala kuona siku ikipita pasipo kwenda kumwambia ukweli. Alipofika akamkuta akiwa na wazazi wake, wala hakutaka kuvumilia, akaanza kulalamika huku akimtukana msichana huyo. Mzee Zakaria kwa kuwa alikuwa mchungaji akaamua kumsogelea Blanka na kuanza kumpoza, lakini mchana huyo hakupozeka. Kumbe wewe ni malaya! Kumbe wewe ni malaya, ni malaya tu, siuende barabarani ukajiuze, alisema Blanka kwa sauti ya juu. Sasa watu wakaanza kujazana kwa nje kusikiliza umbea. Blanka aliongea sana tena mfululizo, huko akionekana kuwa na hasira kali. Ikafika muda Penina akajuta kwa kumwambia Emanueli vile. Hakuamini kama angemwambia Blanka na mwishowe kwenda nyumbani hapo na kumtukana. Hiyo ilikuwa siku mbaya kwake, ambayo ambaye aliamini hatokuja kuisahau mpaka anaingia kaburini. Hakumwambia Emanueli kwa ubaya, alimwambia kwa kuwa moyo wake ulimpenda kupita kawaida, lakini mwisho wa siku mwanaume huyu akaamua kwenda kumwambia mpenzi wake wazazi wake wakampoza Blanka na hatimaye sasa kutulia. Kifua chake kilikuwa kinawaka moto wa hasira. Penina akaona kungekuwa kubaki na tatizo kubwa, hubaki hapo sebuleni, akasimama na kuelekea chumbani kwake, huku akaanza kulia kama mtoto mdogo. Blanka, mabinti wa Kikristo hawatakiwi kutukana namna hiyo, hujifunzi hayo kanisani? aliuliza mzee Zakaria huku akimwangalia msichana huyo. Nisamehe mchungaji, ni hasira, hakika nimekosa ni alisema Blanka, naye akaanza kulia. Yani kilicho kilichochanganyikana kilicho kilicho kilicho na mambo mawili, hasira na wivu wa mapenzi. Nenda kapumzike, haya yote yaisha hapa, sawa mama. Sawa mchungaji. Blanka akaondoka kurudi nyumbani kwao. Japokuwa alijutia kwenda nyumbani kwa mchungaji na kumporomoshea matusi Penina, lakini moyo wake sasa ukajisikia amani kabisa. Akahisi kulikuwa na mzigo mkubwa aliyokuwa ameutua moyoni mwake. Alipofika nyumbani, akaanza kuendelea na mambo yake. Baada ya nusu saa tu, akaona simu yake ikiita. Alipoichukua na kuangalia kioo, mpigaji alikuwa Imanuel mpenzi wake. Akaipokea. Blanka, ndio umefanya nini? Aliuliza Emanueli hata kabla ya salamu. Nimefanya nini mpenzi? Ndio umekwenda nyumbani kwa mchungaji na kuporomosha matusi, yaani nyumbani kwa mchungaji, alisema Emanueli ambaye alionekana kutokufurahishwa na kitu hicho. Nilishindwa kuvumilia. Umevunja kiapo, uliapia vizuri kabisa, ila ukavunja kiapo kama umevunja kiapo hicho, unahisi hutoweza kuvunja kiapo cha kutokuolewa na mwanaume yeyote isipokuwa mimi? aliuliza Emmanuel huku akisikika kama mtu mwenye hali ya tofauti. Nisamee mpenzi, tena kwa mchungaji ambaye miaka ya baadaye atatakiwa kutufungisha ndoa. Umenisikitisha sana sana, naomba unisamee mpenzi, alisema Blanca, lakini Emmanuel akakata si. Naam, hiyo ni tamati ya simulizi katika sehemu hii ya tatu ya simulizi ya Jeraha Moyoni Mwangu. Baada ya imanel kukata simu, ni kipi hasa ambacho kitajiri? Tufuatilie katika simulizi sehemu ya nne, Jeraha Moyoni Mwangu. Mwandishi ni Nyemo Chilongani, lakini msimulizi ni mimi Rinyo wa Rinyo Update TV, sambamba na Rinyo simulizi TV. Hadi wakati mwingine, chao.